Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ali, alianzisha mkakati wa, wa kudhibiti haya magonjwa ikiwemo na sotoka ya mbuzi na kondoo pamoja na, na magonjwa ya kuku, mafua ya kuku, kideri. Lakini hatuna mkakati ambao ni rasmi ulioandikwa. Kwa hiyo, kikao hiki wakimaliza watakuja na mpango rasmi ulioandikwa kwa ajili ya kudhibiti magonjwa ya sotoka ya mbuzi na kondoo pamoja na kutokomeza kabisa. Lengo kubwa kuongeza mazao ya mbuzi na kondoo, na hivyo kuwa na masoko ya ndani ya nchi pamoja na ya nje ya nchi. Lakini ili uweze kuweza ku, ku, ku, ku, ku export hao wanyama wetu, ni lazima tuhakikishe kwamba tumedhibiti tume, au tumetokomeza kabisa ugonjwa huu wa sotoka ya mbuzi na kondoo. Tunavyoendelea na shughuli za uchanjaji, tunaendelea na shughuli za ufuatiliaji kuona kwamba huu ugonjwa una ukubwa gani ndani ya nchi na tuendelee kuchanja kuanzia wapi kuelekea wapi. Na hili tayari kama nchi tulikwisha kulianza kwa sababu ugonjwa huu tumeanza kuchanja kwa kutokomeza kuanzia mikoa ya Kusini ya Mtwara na Lindi, na tukielekea mikoa ya kaskazini ambapo ndio ugonjwa huu uliingilia E, miaka kadhaa iliyopita, sisi kama wafugaji kwa kweli tumeipokea chanjo hii kwa mikono miwili, kwa sababu chanjo hii ndio mkombozi wa mifugo yetu. Mwanzoni mifugo ilikuwa inakufa sana, hasa mbuzi na kondoo kupitia ugonjwa wa PPR. Kwa hiyo uamuzi wa serikali kuja na chanjo hii kwetu sisi sasa tunanufaika.